Nam habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali, na hizi ni update moja kwa moja eh, kutoka mahakamani, kesi ya uhaini ambayo ina mkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu. Hii itakuwa ni episodi ya kumi na tatu ikiwa ni mwendelezo moja kwa moja wa update kutoka mahakamani. Kumbuka juzi tarehe kumi ya mwezi wa 11 tuliishia pale ambapo mahakama ilihailishwa na sababu kubwa ilikuwa ni kwamba Tundu Lissu hakufikishwa mahakamani, na sababu ambazo zilitajwa za kutokufikishwa mahakamani kwa Mheshimiwa Tundu Lissu ni sababu za kiusalama, lakini pia tukashuhudia upande wa jamhuri wakiomba mahakama ya kwamba kesi ihailishwe kwa siku kumi na nne, jambo ambalo eh, jaji Ndunguru ambaye anaongoza jopo la majaji watatu ambao wanasikiliza eh, kesi hii wakagoma na kuhailisha eh, kesi hiyo mpaka siku hii ya leo ambapo kesi imeendelea. Kubwa zaidi ni kwamba tumeshuhudia hapa viongozi wa chama cha eh, demokrasia na maendeleo Chadema wengi wao wamefika hapa mahakamani ambao tulishuhudia e, wameachiliwa kwa dhamana e, siku ya juzi. Nimeona hapa mahakamani amefika Sugu, lakini pia yuko naibu katibu mkuu wa chama cha Chadema Golugwa, lakini pia God bless Lema naye yupo katika chumba cha mahakama, lakini pia namuona hapa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Johnny Heche pia amefika hapa katika mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, ikiwa leo ni tarehe 12 ya mwezi wa 11 mwaka 2025, ambapo kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema inaendelea moja kwa moja. Ni kusomea hapa update kutoka mahakamani kile ambacho eh, kimejiri. Kumbuka, E, tulikuwa tunasubiria shahidi namba nne aweze kuletwa mahakamani katika kesi hii, baada ya kumsikiliza shahidi wa kwanza, wa pili na watatu. Lakini pia kulikuwa na ugumu sana wa shahidi namba nne e, kusikilizwa. Hata juzi pia upande wa jamhuri ukasema kwamba wameshindwa e, kumleta shahidi namba nne kwa sababu za kiusalama, hivyo wameshindwa kumsafirisha e, kutoka mkoani na kumleta Dar es Salaam kuja kutoa ushahidi. Mheshimiwa Lissu ameingia mahakamani kama kawaida, akiwa na vaibu amekoroga, amezungusha ngumi yake kama kawaida, lakini pia anaonekana hapa akiwa na morali ya kutosha sana, eneji ni kubwa mno, kama unavyotazama hapo kwenye picha hizi kutoka mahakamani kama kawaida ameambatana na maaskari magereza wa kutosha ambao huwa wanamlinda. Siku za karibuni tulisema sehemu ya askari hawa wamekuwa ni wapya, sio tunaowafahamu wa siku zote. Inapigwa hapa haikoti kubwa sana na kali mno, watu wote wanasimama hapa na majaji wanaingia katika chumba cha mahakama. Sauti ya askari imeendelea hadi majaji wamefika kwenye viti vyao na kukaa, ndio ameacha huyu askari ya kutoa sauti yake. Mawakili wa serikali wamejitambulisha na kusema leo wana shahidi na wako tayari kuendelea na kesi. Shahidi waliye naye leo ni shahidi wa siri ambaye ni P11, kwa hiyo wako tayari kuendelea upande wa jamhuri iyo shahidi ambaye sasa tutakuwa naye tutamtambua eh, kwa jina la P11. Huyu ni moja kati ya mashahidi wa asili ambao watatoa ushahidi katika kesi hii. Anaulizwa Mheshimiwa Lissu kama yuko tayari kuendelea. Mheshimiwa Lissu anasema niko tayari kuendelea. Mheshimiwa Lissu anasema niko tayari mheshimiwa, lakini naomba niseme neno dogo tu, sio la kuweka kwenye rekodi. Jaji anashangaa, sio la kuweka kwenye rekodi ni jambo gani hilo na lina umuhimu gani sasa kama sio la kuwekwa kwenye rekodi? Mheshimiwa Lissu anajibu anasema, ndio waheshimiwa w majaji, sio la kuweka kwenye rekodi na neno langu sio lingine, bali ni kwamba nimefurahi kuwaona, maana huko nilikokuwa hizi wiki mbili hakukuwa kwa kawaida. Yaani amefurahi kuwaona watu kwa sababu huko ambako alikuwepo Eh, kwa hizi wiki mbili hakukuwa kwa kawaida. Sijui Lissu alikuwa anapitia kitu gani ndani ya hizi wiki mbili. Watu wote wameangua kicheko mahakamani hadi majaji pia wamecheka hapa. Sasa hizi wiki mbili huenda ni tangu aliporudishwa, kesi ilipohailishwa kupisha uchaguzi, matukio yote yaliyotokea hapa katikati mpaka sasa. Kwa hiyo Lissu anasema amefurahi kuwaona watu katika chumba cha mahakama. Anaendelea mheshimiwa Lissu, anasema mheshimiwa jaji, hapa wakili wa serikali Nasolo katuga ameniambia mahakama ameiambia mahakama kuwa kuna mashahidi wengine wa asili, na hivyo leo tutakuwa na shahidi P11 huyo shahidi wa asili ameingia na mahakama haijamuona. Sasa nina pingamizi, waheshimiwa majaji huyo shahidi wa siri anatakiwa asimame kwenye kizimba na siyo huko ambako haonekani. Lisu anaweka pingamizi kwamba huyo shahidi wa siri ambaye ameletwa mahakamani, waheshimu majaji, inatakiwa asimame kwenye kizimba na siyo huko ambako haonekani. Napenda hapa kuwafahamisha kwamba hili suala la ulinzi wa mashahidi nimelitafakari kwa zaidi ya miezi sita sasa na nimeliangalia kwa makini sana. Lissu anaendelea anasema, naomba kutoa hoja kwamba hakuna shahidi yeyote kwa amri iliyotolewa na mahakama, hakuna shahidi hata mmoja ambaye anatakiwa kutoa ushahidi akiwa hapo kwenye kificho, anatakiwa akae hapo kizimbani. Lissu anasisitiza kwamba shahidi inatakiwa akae hapo kizimbani. Naomba nianze na sheria kwamba inasema nini hapa. Lisu ameandaa nondo za kutosha, naona yuko imara kuanza pambano hili la kisheria. Mahakama imejaa utulivu na kambua kameanza kunyesha kwa mbali sana. Watu wametulia utafikiri wanasubiri kuchomwa sindano, au wanasubiri kupewa utaratibu wa kuanza kumwaga marehemu. Utulivu ni mkubwa sana katika chumba cha mahakama. Lisu anasema Naomba nianze na sheria sasa kwamba inasema nini kuhusu hawa wanaoitwa mashahidi wa siri. Kanuni za ulinzi wa mashahidi za mwaka 2025 zimeeleza hicho kiboksi hapo ni kitu gani kisheria. Sasa kisheria kinaitwa kizimba maalum cha shahidi, na kwa kanuni hizi kizimba kimetafsiriwa kwenye kanuni ya tatu kuwa ni sehemu ya kusimama au kukaa wakati wa kutoa ushahidi iliyoandaliwa mahususi ili kutoa ushahidi bila kuonekana isipokuwa na jaji au hakimu. Nasisitiza, isipokuwa kwa jaji au hakimu. Sasa swali, je, hapo alipokaa shahidi, waheshimiwa majaji, mnaweza kumwona huyo shahidi? Majaji wanashangaa na kila mtu anashangaa hapa. Waheshimiwa majaji, kwa macho yangu, shahidi hapo haonekani kwa majaji wala mimi simuoni. Watu pekee wanamjua ni hawa mawakili wa serikali waliomleta akina Katuga. Mheshimiwa Lissu anaendelea kuweka ngumu kuwa huyo shahidi asiyeonekana kwa majaji kwa mshtakiwa ni shahidi wa namna gani, kwa misingi gani ya haki katika dunia hii? Mheshimiwa Lissu anahoji kwamba huyu shahidi anapaswa kusikilizwa Labda nichomekee kidogo hapa ili mpate picha. Hicho kiboksi ambacho eh, ambacho kinasadikika hapa shahidi, kipo sehemu ya juu pembeni kidogo na mlango ambapo wanaingilia majaji, ni kiboksi ambacho kimetengenezwa kama kasanduku. Hakuna mtu unaweza kumwona ukiwa upande wowote, maana kimezungushiwa pande zote nne, so huwezi kumwona kabisa. pia hakijawekwa hapa kwa sehemu ya mashahidi wanaposimama siku zote, kiko kule juu kabisa. Hata majaji hawawezi kumwona aliyepo ndani ya hicho kiboksi chao. Kwa mbele kina kioo kidogo, lakini pia huwezi kuona ndani kuna nini ya kupitia hicho kioo. Kwa hiyo, hapa ambacho Lissu anapinga ni kwamba ilitakiwa huyu shahidi wasili, eh, wa asili majaji waweze kumwona sasa atatoa ushahidi na watu ambao wanamfahamu ni watu wa upande wa jamhuri pekee, jambo ambalo Lisu anasema sheria haisemi hivyo. Sasa nimalize hapa kuchomekea, tuendelee na mheshimiwa Lisu, ambapo mheshimiwa Lisu anasema, waheshimiwa majaji, hoja yangu ya pili ni kwamba huyo shahidi ni shahidi wa namna gani? Kwa mujibu wa kanuni ya tatu, lazima awe yuko chini ya amri ya ulinzi. Sasa mahakama hii inawezaje kujua shahidi kama yuko chini ya amri ya ulinzi? Naomba kuwarejesha kwenye kanuni ya tano sehemu ya kwanza ambayo unasema mtu huyo lazima awe amebainishwa katika maombi. Maana haya maneno ni nini maana yake? Haya maneno ni rahisi tu, ni kwamba mtu amepia jina lake lilipelekwa kwa jaji, likaombewa ulinzi, jaji awe anamfahamu kwa jina na kuwa maisha yake yako hatarini. Naomba niwarejeshe kwenye hati ya maombi ya tarehe 14 Julai mwaka 2025. Hiyo application ina viapo viwili, ina kiapo cha SSA Mose Kaima na ACP Amini Mahamba. Waheshimiwa majaji, kwenye hiyo hati ya maombi hivyo viapo viwili, hakuna kiapo hata kimoja chenye jina la shahidi hata mmoja, katika orodha ya mashahidi wanaoitwa wamepewa ulinzi, hakuna hata jina moja la shahidi ambalo lilipelekwa kwa jaji Mtembwa. Hiyo amri ilitolewa on insufficient ground na ilitolewa kwa concealment, yani kwa kuficha ushahidi kwa mahakama na mawakili wa serikali. Mheshimiwa Lissu anasema walipaswa kupeleka majina kwa jaji, lakini hawakufanya hivyo hivyo jaji Mtembwa hawafahamu na nyie waheshimiwa majaji hamwafahamu, wanajulikana tu na waliowaleta. Hivyo sitaki kusema kuwa amri ya ulinzi ilipatikana kwa fraudi, but by concealment by the state attorney. Waheshimiwa majaji, kama hiyo ni haki then tunahitaji tafsiri mpya ya haki huku duniani, waheshimiwa majaji Sio tu kuwa hakuna majina ya mashahidi ila hakuna hata majina ya wanaowatishia wa, wanao watishia ni maneno tu maneno matupu kabisa. Hapa Lissu anasisitiza kwamba waheshimiwa majaji, sio tu kuwa hakuna majina ya mashahidi lakini pia hakuna hata majina ya wanaowatishia, yaani ni maneno tu maneno matupu kabisa. Hata necha ya vitisho haijaelezwa kwamba wanatishiwaje kivipi na nani anawatisha, haipo kabisa, waheshimiwa majaji. Sasa niende kwenye hoja yangu ya tatu ambayo ni kuhusu amri ya mahakama kuu. Mahakama kuu ilitoa ulinzi upi? Ili kujibu hilo swali sawa sawa, naomba nitangulize kanuni ya saba sehemu ya kwanza ya kanuni ya ulinzi wa mashahidi. Kanuni nasema kwamba hatua za ulinzi wa shahidi zitadumu kwa kipindi cha usikilizwaji wa kesi isipokuwa kama amri husika itaashiria vinginevyo. Kwenye uamuzi wa Jaji Mtembwa, maombi ya jamhuri yalikuwa kuto kuonyesha utambulisho wa mashahidi ambao wanatarajiwa, kwa kuto kuweka wazi nyaraka zinazoweza kupeleka ya kupelekea shahidi kujulikana, matumizi ya majina bandia, amri nyingine yoyote kwa ajili ya usalama wa mashahidi wa jamhuri wa mwenendo, wa ukabizi, au wa jamhuri wakati wakati mwenendo au kesi kusikilizwa. Naomba waheshimiwa majaji pia muangalie kanuni ya sita sehemu ya kwanza ili muone ni maombi gani mengine ambayo kama upande wa mashtaka wangetaka wangeaomba. Kanuni hii imetaja orodha ya amri zinazoweza kuombwa na kutolewa na mahakama, zimeelezwa kwa uwazi kabisa kwenye kanuni husika hii itatusaidia kuelewa ninachotaka kukisema. Waheshimiwa majaji, katika kanuni hiyo ya sita kuna amri 16 ambazo zinaweza kuombwa, na hiyo ya kutumia kizimba maalum hawakuomba mawakili wa serikali. Katika dunia hii, waheshimiwa majaji, usipoomba hupewi. Hili siyo takwa la kisheria tu, ni takwa pia la kibiblia. Huwa ombeni nanyi mtapewa. Jamhuri walipewa amri nne walizoomba, lakini amri ya kutumia kizimba maalum hawakuomba, hivyo hawawezi kupewa kitu ambacho hawakuomba. Katika lugha ya kisheria zaestopdi. Uh, Lissu hapa nasema kwamba hawakuomba amri ya kutumia kizimba maalum ambacho amekuja nacho ambacho kina kioo tu na huwezi ukamuona shahidi kwa ndani. Waheshimiwa majaji, kwa maoni yangu, kanuni hizi zilitungwa kuwafurahisha waendesha mashitaka na watu wao, they are totally one sided. Waheshimiwa majaji, kwa mujibu pia wa kanuni ya nane, kama jamhuri wangeona amri za jaji Mtembwa haikulinda mashahidi sawasawa walikuwa na fursa ya kuleta maombi mbele yenu. Kwa mfano, kuwa tunaomba kutumia kizimba maalum. Hawajaleta maombi hayo. Now it is late in the day to sneak in today kuleta hao mashahidi. Wameleta wakijua kanuni hizi hamtazisoma au mshtakiwa atanyamaza. Wamelalia haki yao, wache waendelee kuilalia. Lissu anasema kwamba wamelalia haki yao Waache waendelee kuilaria e, kwa mantiki ya kwamba walitakiwa waombe e, kutumia kizimba e, ambacho mashahidi wa siri watakaa ndani, lakini wao hawajaomba. Lissu anasema kwamba waache waendelee kulalia haki yao. Anele hapa, mheshimiwa Lissu anasema hoja yangu ya nne, waheshimiwa majaji, ipo kwenye kanuni ya sita sehemu ya pili ambapo mahakama inaweza kutoa amri bila kuasili haki ya kusikilizwa kwa usawa. Waheshimiwa majaji, naomba hiyo kanuni isomwe pamoja na kanuni ya tano sehemu ya pili F, ambayo inasisitiza kuto kuhatarisha maslahi ya haki na kuhakikisha kwamba kuna effective cross examination. Waheshimiwa majaji, naomba mtafakari hayo maneno ya mahitaji ya fair trial, kutohatarisha maslahi ya haki na kuhakikisha kuna effective cross examination. Kumbuka, anapozungumzia effective cross examination anazungumzia hapa e, maswali ya dodoso. Waheshimiwa majaji, kwenye kesi ambayo adhabu yake ni kifo, shahidi akatoa ushahidi ambaye mahakama haimfahamu, mshtakiwa hamfahamu, isipokuwa tu mawakili wa serikali. Sasa shahidi akitoa ushahidi bila mahakama kumwona, majaji hawamfahamu mtuhumiwa atafanyaje effective cross examination? Shahidi asiyejulikana na mahakama haonekani kwa mtuhumiwa, itatoaje uamuzi ambao hauhatarishi maslahi ya haki? Waheshimiwa majaji, kuruhusu ushahidi wa namna hii itakuwa ni mockery of justice and just adjudication of cases by the court. Hakutakuwa na haki kabisa. Waheshimiwa majaji, katika mazingira hayo, shahidi akiruhusiwa kutoa kinachoitwa ushahidi wake mahakama itajuaje demeanor of the witness? Hii haitakuwa fair hearing, hakutakuwa na usawa mbele ya sheria. Hapa Lissu anasema kwamba mta mtamshikishaje waheshimiwa majaji, mtahakikishaje waheshimiwa majaji kuwa kutakuwa na usawa mbele ya sheria kama ambavyo ibara ya 13 sehemu ya 6a ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania inavyosema tunapozungumzia usawa mbele ya sheria hatuzungumzii kanuni zilizotungwa na jaji mkuu tu peke yake tunazungumzia kanuni za kikatiba pamoja na ibara ya 107A ambayo inaweka sharti kwamba mahakama lazima itende haki sawa kwa wote Waheshimiwa majaji Hili litawezaje kutekelezwa kama mtaruhusu mashahidi msiowajua na msiowaona kutoa ushahidi? Waheshimiwa majaji, na waomba msije mkakubali kutumika kuharibu tendaji haki katika mahakama zetu. Don't ever allow. Kama labda nichomekee hapa jambo, eh, kidogo ukiachana na mheshimiwa Lissu ambapo anaongea sheria lakini lolote ambalo nasema linamwingia kila mtu akilini pamoja na moyoni. Ukiangalia hata majaji ni kama wanasema, unachokisema tunakuelewa kabisa na ndiyo ukuli wa Mungu, lakini tutafanyaje sasa majaji eh, kimoyo moyo. Hiyo ndiyo impression tunayoiona hapa mahakamani tukiwa tunawatazama majaji na hata mawakili wa serikali, ukiwangalia hata mapolisi waliopo humu nao Eh, sura zao zinasema, ni kweli hatujui sheria sisi kama mapolisi, ila anayosema Lissu yanaeleweka na ni sahihi kabisa. Tuendelee na kesi yetu hapa. Waheshimiwa majaji, haya niliyoyasema ni ya msingi ya haki na yamewekwa pia katika mikataba mbalimbali ambayo nchi yetu imeridhia. Naomba niwape mifano: ibara ya pili saba na kumi na kumi na na moja za tangazo la haki za binadamu UDHR 1948 ibara ya 14 sehemu ya kwanza, 14 sehemu ya tatu e, na 26 ya mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa wa mwaka 1966, ICCPR, zote zinazungumzia usawa mbele ya sheria, ulinzi sawa mbele ya sheria. Waheshimiwa majaji, naomba kuwasomea ibara ya 14 sehemu ya 3 e of ICCPR inasisitiza kuhusu in full equality. Mkiruhusu shahidi ambaye hamumjui hamumfahamu, mimi simwoni na wala simfahamu, hiyo full equality itatoka wapi? Vilevile ibara ya tatu na saba ya mkataba wa Afrika wa haki za binadamu ibara ya 6D na saba sehemu ya pili ya mkataba wa uanzishwaji wa jumuiya ya Afrika Mashariki Rules of Procedure International lesijo Criminal Procedure Mechanism hizi zimeweka gold standard na best practices za Umoja wa Mataifa, hivyo mahakama zetu zinaweza zikatumia hasa kanuni ya 75A 75C 86A na 86B. Waheshimiwa majaji, hizi kanuni nne ndio best standard za kulinda mashahidi, hivyo utaratibu huu upo, sio kwamba umegunduliwa na mawakili wa serikali, na hazina hii darkness tunayotaka kuletewa hapa. Lissu anaonyesha kizimba alipojificha shahidi wa leo e, kwamba e, hizi sheria ambazo hazijaundwa na mawakili wa serikali e, hazina hii darkness ambayo tunataka kuletewa hapa na Lissu ananyoshea mkono kizimba ambacho shahidi wetu wa leo namba nne amejificha hapo. Lissu anasema, utaratibu huu hauwezi kuleta fair trial. Mkiruhusu huu utaratibu unaotaka kuletwa hapa, then we must forget about the fair trial, kwamba mahakama ikiruhusu huu utaratibu ambao unatakwa kuletwa hapa, basi tusahau kabisa eh, kuhusu fair trial. Huyu ni Mheshimiwa Tundu Lissu na hii itakuwa ni sehemu ya kumi na tatu episodi ya kumi na tatu. Tukutane episodi ya kumi na nne ambapo nitaendelea hapa kukupa update moja kwa moja kutoka mahakamani, ambapo Mheshimiwa Lissu ameibua pingamizi kupinga kila ambacho kinaonekana hapa mahakamani, ambapo shahidi wa siri ameletwa mahakamani, lakini pia yupo kwenye kizimba ambacho kuna kioo tu, huwezi ukamwona hata kwa sura, sio Lissu Wala majaji wala mahakimu ni mawakili wa serikali pekee ambao wanamfahamu shahidi. Kwa hiyo tuishia hapo katika pingamizi ambalo Lissu anazidi kulijenga mahakamani. Hii itakuwa ni episode ya 13, tukutane episode ya 14 ikiwa ni mwendelezo moja kwa moja wa update kutoka mahakamani kubwa tochee moni yako